Karibu katika MCL Matukio mpenzi mtazamaji wa MCL Digital, kukuletea habari hizi jioni hii ya leo. Jina langu ni Alex Malanga. Maelfu ya Watanzania leo wameungana na wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro na mikoa jirani kuaga mwili waliyekuwa mbunge wa Moshi mjini Filemon Ndesamburo aliyefariki ghafla wiki iliyopita. Mwili wa Ndesamburo ulipelekwa katika viwanja vya majengo baada ya kutolewa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya KCMC. Baada ya shughuli hiyo ya leo, mzee Ndesamburo anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumanne baada ya ibada ya mazishi itakayofanyika katika kanisa la KKKT Kibororoni. Serikali ya Kuwait imeipatia Tanzania mkopo wa dola za Kimarekani milioni 50 sawa na shilingi bilioni mia moja na kumi kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Nyahua hadi Chaya mkoani Tabora yenye urefu wa kilometa 85, inayounganisha mikoa ya Tabora na Singita. Akizungumza na balozi wa Kuweiti Jasem Ibrahim Alina na em ikulu jijini Dar es Salaam, Rais John Magufuli ameshukuru serikali ya Kuwait kwa mkopo huo pamoja na msaada wa magari mawili ya kusombea takataka yenye thamani ya shilingi yenye thamani ya dola za Kimarekani laki mbili. Wakati huo huo, Rais John Magufuli amefanya mazungumzo na mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye pia ni naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Kongo Leonard She Okitundu, ambapo amemhakikishia mjumbe huyo kuwa Tanzania inaunga mkono juhudi zote za kumaliza tofauti za kisiasa nchini humo. Kakumhakikishia mheshimiwa makamu wa waziri mkuu kwamba tuko pamoja na DRC, na ninawapongeza sana kwa juhudi zinazofanywa na mheshimiwa Rais Kabila katika kuhakikisha kwamba mazungumzo yanafikiwa haraka. Bunge limepitisha azimio la kamati ya haki maadili na madaraka ya bunge na kubariki adhabu ya kusimamishwa kwa mwaka mmoja kwa wabunge wawili wa upinzani kwa kosa la utovu wa nidhamu. Waliofungiwa ni mbunge wa Kawe Halima Mdee na mwenzake wa Bunda Mjini Ester Bulaya. Peter Edison ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Dodoma. Akizungumza bungeni mjini Dodoma wakati alipokuwa akitoa taarifa ya kamati, mwenyekiti wa kamati hiyo George Mkuchika anasema, bunge linaazimia kuwa mheshimiwa Esther Amos Bulaya asihudhurie vikao vyote vilivyobaki vya mkutano wa saba wa bunge la bajeti kuanzia tarehe ya azimio hili la bunge na vikao vyote vya mkutano wa nane wa bunge isipokuwa siku ya mwisho ya mkutano wa nane kutokana na tabia yake ya mara kwa mara ya kufanya vitendo vya kudharau mamlaka ya spika. Mheshimiwa Halima James Mdee asihudhurie vikao vyote vilivyobaki vya mkutano wa saba wa bunge la bajeti kuanzia tarehe ya azimio hili la bunge na vikao vyote vya mkutano wa nane wa bunge isipokuwa siku ya mwisho ya mkutano wa nane kutokana na tabia yake ya mara kwa mara ya kufanya vitendo ya kudharau mamlaka ya spika. Pamoja na hayo, mbunge wa viti maalum Juliana Shonza akatoa hoja ya kubadilisha azimio hilo. Maneno hayo Mheshimiwa Spika, naomba yafutwe na badala yake maneno yafuatayo yaingizwe: vikao vyote vilivyobaki vya mkutano wa saba wa bunge la bajeti, mkutano wote wa nane wa bunge na mkutano wa tisa wa bunge. Mara baada ya hoja hiyo, spika Ndugai akalihoji bunge na kisha akatoa neno, wanaoafiki waseme ndio, ndio, wasioafiki waseme sio, walioafiki. Na katika michezo, tasnia sanaa nchini, leo imepatwa na msiba mkubwa, kufuatia kifo cha mwanamuziki wa bendi ya Bana Mwambe Alila tongolanga Tongoranga amefariki kwa ugonjwa wa figo na mwili wake umesafirishwa leo mchana kuelekea nyumbani kwao wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara kwa mazishi. Akizungumza na waandishi wa habari mdogo wa marehemu Owesu Tongoranga amesema taratibu za mazishi zitafanyika kesho mkoani Mtwara na kaka yake ataziko majira saa saba mchana. Kufikia hapo, tumefikia tamati ya MCL Matukio. Kwa taarifa za kina, usikose kujipatia nakala zako za magazeti ya The Citizen, Mwananchi na Mwanaspoti. Lakini pia kupata mwendelezo wa habari zetu nyingi, usikose kupitia mitandao yetu ya kijamii pamoja na tovuti zetu. Asanteni na jioni njema.